taarifa za kifo cha mwanasiasa huyo nguli zimeanza asubuhi ya Jumatano zikinukuu taarifa ya polisi ya India iliyoeleza kuwa kiongozi huyo alikuwa matembezini kabla ya kuanguka ghafla. Odinga anaelezwa alipata matatizo ya kupumua na kuzimia majira ya saa moja na dakika 45 na asubuhi, kisha kupelekwa hospitali kabla ya kukutwa na mauti. Kufuatia taarifa hizo, rais wa Kenya William Ruto akalazimika kulihutubia taifa mchana wa Jumatano na kumtaja Raila kwa sifa tofauti Raila Al Amolo Odinga's name. Raila alikuwa ni kiongozi mwenye maono aliyejitolea kwa dhati kwa ajili ya taifa hili, alisimamia haki, usawa na amani. Ni shujaa ambaye historia haitamsahau. Mitaa ya Nairobi na Kisumu imeshuhudia mamia ya wafuasi wa Odinga wa wakiomboleza kwa vilio, wakiwa wameshika matawi ikiwa ni ishara ya heshima. Baadhi ya wananchi wakiwa katika mshtuko, wameeleza namna walivyoguswa na kifo cha Odinga. To us he was like a father He cared about the poor. He advocated for our rights. Ni kwamba hatujui hata Kenya mzima hatujui nani ataleta amani ambayo Raila alikuwa naleta nchi hii. Jusi hapo uliona kama encha, Kenya anaenda kuharibika na Raila mwenyewe Raila ndio alileta amani. Sisi hatukujua nani anaweza kuleta amani enzi ya jenzi. Ida Odinga, mke wa marehemu Raila Odinga, naye alijumuika pamoja na umati wa waombolezaji ambao walikusanyika nje ya nyumba yake mjini Nairobi.